Naomba niwape habari njema kabisa kutoka Silent Ocean hapa Istanbul, tunapatikana Aksaray, tuko Laleli. Naomba nikwambie habari njema kabisa, wale wateja wa Silent Ocean. Sasa hivi bwana, tuna usafiri wetu wa kusafirisha mizigo kwa air cargo, ni siku tano tu, unapata mzigo wako wewe, mfanyabiashara ambayo unataka mambo yako yaende haraka haraka, unataka bidhaa zako zifike kwa haraka, basi karibu tukuhudumie Silent Ocean na Air Cargo kwa siku tano. Usafiri wa salama na uhakika wa mali yako. Asikwambie mtu, sehemu sahihi ya kutuma mzigo wako ni Silent Ocean. Hapa Istanbul tunapatikana Aksarai, Lalea, bila kusahau huduma zetu za kontena ziko pale pale. Najua kontena ni siku 56 karibia kama miezi miwili. Kwa hiyo kazi kwako, option zote mbili zipo zinapatikana hapa